Kaunti namba 44 wakazi wa Macalder huko Nyatike, kaunti ya Migori wana matumaini kuwa sehemu iliyotengwa ya kuwekeza viwanda itaimarisha uchumi baada ya kukamilika. Mradi huo ambao umekamilika kwa asilimia 90. Unatarajiwa kukamilika kikamilifu baada ya miezi mitatu ijayo. Kulingana na meneja wa ujenzi Paul Kisinyo, kituo hicho ni sehemu ya mpango wa serikali ya kaunti wa kukuza uwekezaji, kuimarisha utengenezaji wa bidhaa na kubuni nafasi za kazi. So far...

Tuna furaha sana, kwa sababu tunajua kuna mapato ambayo tutapata hapa mengi, na hapa kwetu pia tumejua kama tunafanya kazi ya goldi, na hiyo kazi ya goldi pia watoto wetu wanakosa kusoma kwa sababu ya hiyo goldi pia. Na tunatamani hii kazi ikiendelea, watoto wetu pia wapate hapa kazi, wasome, ili wapate kazi hapa, wasipotee kule kwa goldi bila kusoma. Tumeshukuru county government kuchagua Nyatike kama eneo mzuri wa kuletea hii mradi hapa. Sasa tunashukuru gavana yetu Chila yako kuchukua fursa kupatia hii kampuni hapa, tunashukuru sana.